Mgombea urais kwa tiketi ya Chama Cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Edward Lowassa, akiambatana na mgombea mwenza Juma Duni Haji, leo amechukua fomu ya kuwania urais kwenye ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dar es Salaam. Lowassa, aliyesindikizwa na viongozi wanaounda Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa, alisindikizwa pia na umati mkubwa wa watu walioshiriki kwenye maandamano yaliyoanzia katika ofisi za chama cha wananchi CUF kuelekea NEC na hatimaye kumalizika katika viwanja vya Biafra Kinondoni. Akizungumza na wananchi makao makuu ya Chadema, Lowassa alikuwa na haya ya kueleza. Mimi na Na utukie kwa nguvu zangu zote na nakwenda Ikulu, Mungu akibariki, kupambana na umaskini. Na niseme rafiki yangu Jakaya Mrisho Kikwete kauharibu uchumi wa nchi, lakini sitaki kutoa mashtaka. Nataka kusema kwa data. Chairman Mao alisema no research, no right to speak. Wakati Rais Mkapa anaondoka madarakani bei ya sukari ilikuwa shilingi mia sita na hamsini. Leo, leo Leo bei ya sukari shilingi elfu mbili na mia tatu kutoka 650 mpaka elfu mbili na mia tatu Ameharibu uchumi, ajaribu <todulio> bei ya mchele wakati Mkapa anaondoka madarakani ilikuwa shilingi mia tano na hamsini leo ni shilingi elfu mbili na mia mbili ameharibu uchumi ya kuharibu. Amesema anaishangaa serikali ya Rais Kikwete kwa kuzidiwa kiuchumi na nchi kama Rwanda, Burundi, Rwanda na Kenya, na kuahidi kuwa akiingia Ikulu kipaumbele chake kitakuwa ni kushughulikia kero za vijana. Nachukua dhamana, dhamana ya kushughulika na matatizo ya vijana, na mtaunda serikali ambayo ni marafiki wa Mantilie, marafiki wa machinga, marafiki wa bodaboda boda. itakuwa priority yangu namba moja. Kujenga uchumi chini aru, kwa ya rubu kuangalia masuala ya wadogo ambao hali yao ni mbaya. Naye makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamadi alikuwa na haya ya kueleza, nataka niwaambie vijana na wa Watanzania, Maalim Seif hata siku moja hajasema atavunja muungano, hata siku moja na nataka vyombo vya habari mninukuu vizuri kabisa, Maalim Seif kila siku wito wake ni kwamba tunataka muungano wa haki sawasawa, kwa haki kwa watanganyika na haki kwa wazanzibari sawasawa, ndio muungano tunaotaka sisi. pamoja na kuwashukuru wanachama wanaounda umoja ukawa kwa kushiriki kwenye maandamano Mwenyekiti wa NCCR Mageuzi, James Mbatia, alikuwa na haya ya kusema taifa hili ni letu sote. CCM imechoka. Tanzania bila CCM inawezekana. Tanzania bila chama cha mapinduzi inawezekana. Tuiambie nyosha mikono li tuiambie CCM bye bye, CCM CCM CCM. Naam, hivi ndivyo mgombea urais kwa tiketi ya Chadema kupitia Ukawa ndivyo wanavyohitimisha safari yake mara baada ya kuchukua fomu katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na safari yake imehitimishwa hapa katika makao makuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambapo kuanzia hii leo ataanza kuzunguka mikoa mbalimbali, mbali nchi nzima, uh, kuweza kutambulishwa na hatimaye atazindua rasmi kampeni zake katika jiji la Dar es Salaam hapo tarehe 22 mwezi Agosti mwaka huu kutoka hapa makao makuu ya Chadema jijini Dar es Salaam, ni Katare Mbashiru, Mwananchi Digital.